E bwana, katika uh, maeneo ya kula iftari hapa, e bwana, wawili hawa wameweza kukutana na mambo yakawa ni mengi sana. Uh, ndio maana nikaamua niweze kukuelezea e bwana, uh, vile ambavyo kunaenda kuhusiana na wawili hawa e bwana. Tunamzungumzia Dvoice hapa akiwa na Rushyna, nadhani unamfahamu Dvoice eh, kama ni msanii wa Wasafi wa WCB pale, na Rushyna kama unamfahamu Rushyna, huyu ni mwanamitindo tu pia tunaweza sema ni fashionista ama pia a, ni socialite socialite socialite. Unajua mtazamaji, ni wale watu nawaona mtandaoni wana mafollowers wengi, lakini hawajishughulishi na kitu chochote, sio msanii eh, wala sio msanii wala msanii, wala sio mwigizaji. Yani yeye ukiwa na mchongo wako, ukiwa unataka kufanyia matangazo anakufanyia tu, lakini hakuna kitu chochote ambacho yuko nacho, yani sieti ni msanii wala mwigizaji wala mwimbaji eh, nadhani umenielewa. ah, nilikuwa nakueleza kidogo maana ya socialite ni sasa. Socialite ndio huyu Rushyna, na Rushyna amewahi kuwa mke wa Hajis Manara eh, ndoa yao ilidumu kwa mwezi mmoja tu, halafu wakaweza kuachana. Nadhani nimeweza kukueleza watu wao wawili eh, kinagaubaga. Unajua mtazamaji, kabla nikuelezee eh, kabla nikuelezee kuhusiana na story fulani, lazima nikueleze huyo mtu mwenyewe ni nani. Sio eti unakuelezea una, una, una kitu, lakini wahusika wenyewe huwajui. Sasa nashukuru umeweza kuwajua. Sasa twende kwenye hoja yenyewe ya msingi. Wawili hawa e, wameweza kukutana katika mlo wa iftari ulioandaliwa na Diamond Platnumz, e, maeneo ya Masaki kule, akiwa e, watu wanakula bata tu e, yani wakiwa wana kula a, futari, mtazamaji. E, futari hii iliandaliwa special na Diamond Platnumz ambao ndio msanii wa Wasafi na kualika watu aina mbalimbali ili waweze kuja kula futari. Wengi walioalikwa ni wasanii, ikiwemo e, Young Lunya amekwepo ndaro. Yani watu wengi wamekuwa pale, comedian, wasanii. Yani Diamond Platnumz amealika e, watu wengi. Sasa huyu Dvoice akaweza kukutana moja kwa moja na Rushyna baada ya kupiga kwa ajili ya kupiga picha, sababu kuna muda wameambiwa inatakikana muweze kupiga picha, na basi baada ya kukutana wawili wale wakapiga picha ya pamoja. Mtazamaji, hapa tunamzungumzia Dvoice na pia tunamzungumzia Rushyna, asije ukajikoroga sasa. Baada ya kupiga picha ya pamoja E, wawili hawa picha ile imewapendeza e, sana na kuzua gumzo, japokuwa watu wengi wamesema kwamba Rushyna sasa hivi kazeeka, sababu ukiangalia picha iliyopigwa inamuonyesha sana ni mzee kuliko hata vile akiwa mtandaoni ama. Unajua, mtazamaji unajua, usiamini mademu hawa mtandaoni, unamwona ni mzuri, lakini ukikutana naye live bwana e, kama hajapata ka makeup ndio utaona sura yake E, halisi bana sasa huyu Rushyna na watu ile picha imemtoa mzee yani, ni mzee kiukweli, sema tu mtandaoni anaji, anajiedit na Snapchat camera, na hizi poda zao zinaitwaje makeup e, watu wanasema huyu tayari ni age go. E, lakini kwa upande mwingine pia naona watu wanasema picha hii imeweza kuwapendeza ah, hadi Doto Magari mwenyewe akaweza kuchangia na kusema kwamba hapa kuna ndoa itakayokuja, lakini baada ya Rushyna mwenyewe kuhojiwa anafunguka na kusema kwamba eh, ndoa ipo tu, inshallah tutarajie ndoa kuhusiana mimi na Dvoice. Sasa sijui kama alikuwa anaongea ukweli ama Rushyna naye alitaka kupita na upepo ili iwe kama a, kiki fulani hivi, lakini kikweli ah, kiki yenyewe bado haijahit. Sasa sijui mtazamaji unalipi la kucomment pale, kama unahisi ya kwamba Dvoice, eh, tayari yuko kwenye mahusiano na huyu Rushyna, basi nigongee like hapo, alafu niandikie e, bwana namkubali na kabisa Rushyna akiwa pamoja na mpenzi wake Dvoice. Ila kama unahisi hapa hamna ndoa yoyote, ni picha tu eh, mambo yasonge mbele, basi dondoshee comment yako ukaweze kunambia e, bwana hamna ndoa hapa, ni picha tu. Umbea Media TV inazidi kukupatia maupdates yote yanayotokana sehemu mbalimbali. Kwa hiyo wewe, cha msingi tu zidi kusubscribe alafu usibanduke, subscribe, like, share pia kwa marafiki zako.